Na mtazamaji wa Trend TV, bila shaka nadhani utakuwa unakumbuka moja kati ya habari ambazo tumezungumza kama siku nne zilizopita ni kuhusiana na interview ambayo Harmonize aliifanya na Milad, na katika interview hiyo, Harmonize bwana amereveal siri kama mbili au tatu hivi ambazo watu wengi sana walikuwa wazijui kuhusu yeye. Tunafahamu kwamba ukimtazama mtu kama star mwingine kama Diamond Platnumz, ndugu na watu wake wa karibu, familia yake, almost yote ipo mitandaoni, kila mtu anafahamu kwamba mama yake Diamond ni huyu, account yake ya Instagram ni hii, baba yake, dada yake, ndugu Ndugu yake fulani, yaani, ndugu zake wote Diamond tunawafahamu wamekuwa exposed mtandaoni lakini ukiangalia upande wa Harmonize bwana, ndugu zake sio wengi ambao wanaofahamika, wanaofahamika ni wazazi tu, baba na mama, na hawapo kabisa katika mitandao ya kijamii, lakini kumbe Harmonize ana kaka na ana dada. Umeona bwana? kwa upande wa kaka yake amesema kwamba kaka yake ni shekhe kabisa amefuata the way ambavyo babake alivyo. Maana tunafahamu kabisa kwamba baba wa Harmonize ni shekhe ustadhi kabisa huko Mtwara, kwa hiyo hata kaka yake Harmonize naye pia yuko hivyo hivyo. Na huyo ndiye ambaye anasimamia miradi ya Harmonize ikiwemo ujenzi wa majengo, majumba na mambo mengine kama hayo. Lakini pia eh, Harmonize yuko na dada yake pia ambaye alikuwa anamsomesha, ameshamaliza shule na ameshaolewa, yuko na familia. Ni yeye huyo dada yake naye pia alikuwa hataki kabisa kufahamika mitandaoni. Eh, lakini watu wengi sana walikuwa surprised kufahamu hayo kwamba okay kumbe Harmonize na familia ana familia, ana ndugu lakini hawataki kujulikana huko katika mitandao ya kijamii. Umeona bwana eh? Sasa lakini pia kaelezea kwa nini ndugu zake wazazi wake hususan wa po bado mkoani mpaka leo hii japokuwa Harmonize yuko na uwezo na ana uwezo wa kuwaleta mjini na wakaishi vizuri tu, lakini ndugu, n, wazazi wa Harmonize bado wapo Mtwara mpaka leo. Akaelezea sababu kwamba e, kuna vitu fulani hivi wenyewe tu vya kiutamaduni, kwa sababu naambiwa kwamba e, ili wale waje huku wazazi wa Harmonize waje huku mjini, lazima kwanza bibi yake Harmonize aje huku kwa sababu kule wanamhudumia bibi yake Harmonize, na bibi wa Harmonize amegoma kuja mjini kwa sababu anasema kwamba hawezi akaenda kukaa mbali na kaburi la mama yake so, update ambayo tumeipata eh, kuna hii picha ambayo imesambaa sana huko mtandaoni ikiwa namwonyesha Harmonize akiwa yuko na bidada, ambapo eh, huyo bidada watu wengi sana wanaweza wakawa hawamjui ni nani. Eh, bwana huyo ni dada wa Harmonize, yani huyo ndo mdogo wake wa kike Harmonize ambaye hawa hakuwaigi kutaka kuonekana, lakini wadau kwenye kufukua fukua, mwisho wa siku wamekuja kugundua kwamba kumbe huyu ndiye dada wa Harmonize, huyu ndiye mdogo wake wa kike Harmonize, baba mmoja mama mmoja, na hata ukiwatazama tu kwa haraka haraka kuna resemblance wazungu wanasema, yani wanafanana, uki tu wanafanana ukiwaangalia tu wanasema, yani wanafanana ukiwaangalia tu fast fast, unaelewa hivyo kwamba hawa ni ndugu. So ukiwa kama mdau, una kipi cha kuzungumza kuhusiana na hii, weka maoni yako katika comment section, tuko tukisoma na kureplay, na pia subscribe katika channel yetu kwa ajili ya kupata update